A mivutano kati ya Marekani na Iran itaongezeka. Naibu Waziri wa Mambo ya Nje wa Urusi, Sergei Ryabkov, ametoa onyo kali dhidi ya mashambulizi yoyote ya kijeshi ya Marekani kwenye miundombinu ya nyuklia ya Iran. Ameonya kwamba vitendo hivyo vinaweza kuwa na matokeo mabaya kwa Mashariki ya Kati nzima. Ryabkov amesitiza kwamba kulenga vituo vya nyuklia vya Iran kutahatarisha usalama wa kikanda na kusababisha madhara makubwa. Hii inakuja wakati Marekani ikitishia kuishambulia Iran kwa mabomu ikiwa haitakubali makubaliano mapya ya nyuklia. Iran, ikisisitiza kwamba shughuli zake za nyuklia ni za amani, imeionya Marekani dhidi ya uchokozi, ikibainisha kwamba vikosi vya Marekani katika eneo hilo viko hatarini. Ryabkov ametoa wito wa diplomasia, akitoa huduma za upatanishi za Urusi ili kuzuia kuongezeka kwa mivutano. Huku mivutano kati ya Marekani na Iran ikiwa imepamba moto, dunia inafuatilia kwa wasiwasi. Huu ni mfululizo wa matukio yanayoendelea. Endelea kufuatilia taarifa zaidi.